Karibu katika GSK King Cycle pamoja na mchungaji Dr. WF Kumoi. Habari ya watazamaji, ni muda mwingine mzuri katika kipindi cha GSK King Cycle. Jina langu ni Biesha, nitakuwa ni mwendeshaji wa kipindi cha siku ya leo. Sitakuwa peke yangu, bali nitakuwa pamoja na Brenda Adam hapa katika GSK King Cycle. Wenye maono wanatengenezwa. Tunasikia kila siku kuwa nto zetu ni halali lakini ili kufikia ndoto zetu wakati mwingine inaonekana kuwa ni ngumu. Yapo maswali mawili ya muhimu, kama vile ninawezaje kufikia ndoto zangu? Je, ni hatua zipi nichukue ili kufikia ndoto zangu? ni nani kumtafuta kunishauri ili kufikia ndoto zangu? Leo yupo mwangalizi ambaye atajikita katika haya yote, lakini kabla ya kumsikiliza hebu tusikize huduma hii ya uimbaji yenye nguvu na mguso. Karibu tena. Kwa kweli, malengo yako hufanya kazi kama kichocheo kukuza hamasa ya kufikia hatima ya maisha yako ya baadaye. Tunaye mtu mwenye utu cha Mungu na mwenye maono ambaye hutekeleza kile anachosema, ni mchungaji Dr. WF Kumui, anao ujumbe kwa ajili yako, msikiliza kwa makini. Kila mmoja anayekuwa na maana duniani ana lengo, ni lile lengo ndilo ambalo linakufanya uendelee kutembea. Ni lengo ndio nalokufanya uendelee kusoma. Ni lile lengo nalokufanya uendelee kufanya uchunguzi. Ni lile lengo nalokufanya kuendelea kutumika. Ni ile lengo ulilokuwa nalo na ile nia ambayo unayo ya kwamba utakwenda kufika katika lile lengo, ndicho na kufanya ushinde hatimaye, na hakuna kinachokuja katika njia yako ambacho kina nguvu vya kutosha kukunyofoa mawazo yako kutoka katika lile lengo ambalo limewekwa mbele yako. Sasa ni kwa namna gani tunashinda tukiwa na ile nia yenye lengo? Tambua mpango wako wenye lengo lenye utukufu. kwa nini niko hapa duniani ni kwa nini niko pale shuleni na ni kwa nini niko pale katika ajira. Na kwa hakika unaandika hilo ni nini, le, nini huduma yangu? Nini lengo langu? Nini msukumo wangu? Nina kwenda wapi? Ni kitu gani nataka kukifanikisha? Hebu achilia mbali matendo ambayo yako kinyume na lengo la kitauwa. Kuna jambo la kuliacha sasa Jaribu kuanza maisha, maisha yako. Ni jambo gani katika maisha yangu ambayo kweli nahitaji kuliacha hilo? Yale mambo yananifanya niwe mtu wa nyuma, yanirudisha nyuma, hayo mambo ya, ya, na sasa, haniruhusi niweze kuwa na zile alama nazopaswa kuwa nazo, haviniruhusu kuweza kuwa na mafanikio ambayo nipaswa kuwa nayo. Nahitaji kuweza kuyaacha hayo, na alafu sasa, unganika tu na watu wenye malengo mema Huwezi ukafanya hayo wewe peke yako, kwa sababu wawili ni heri kuliko mmoja, lakini ni wale tu watu walio na malengo mema. Kuna watu ambao wana malengo maovu, wana malengo mabaya, wenye malengo ya kidhambi na malengo yenye kukengeusha. Huwezi ukaungana nao, kwa sababu ndege wa unyoya mmoja wanaruka pamoja. Wewe kama wao, na wao si kama wewe. Kwa hivyo huwezi ukaungana nao, huwezi ukawa na mtandao na Hebu ingiliana na wakufunzi kwa lengo lenye mwongozo. Hebu ingiliana na wakufunzi wenye lengo lenye mwongozo, wale wakufunzi wamefana hivyo awali, wamefanikiwa awali, na wako radhi, wako huru kuweza kuku kukufunda wewe, wako tayari kukuinua, wako tayari kutuonyesha ile njia, wao wameshaipita ile njia na wamefanikiwa. Na kwa hivyo sasa wanasema hebu njoo katika ukufunzi wao, hebu njoo uwe chini ya mwongozo wao. Na unapokuwa umechanganyikiwa, watakuongoza. Unapokuwa na maswali, watayajibu maswali yako, na pale inapoonekana ya kwamba uliijui njia ya kusonga mbele, wale wakufunzi wako pale. Hebu geuza nia yako kwa ajili ya lengo kuu. Akili ni njema, nguvu ya akili, lakini ile nia ina nguvu zaidi. Ule mkono, mkono mwema, mkono wenye nguvu ni mwema kabisa, lakini ile nia ina nguvu zaidi. Miguu ya kupiga mbio ni safi kabisa, lakini ile nia ni jambo kubwa, kama unaifunza nia yako, kama unaigeuza nia yako kuelekea lile lengo lako lengo kuu, ile nia yako itakuambia itakuonyesha jinsi gani ya kusonga mbele, na uchunguzi unatwambia kwa siku ishirini na moja utajikuta kwamba tayari inakuwa ni jambo la kimoja uh, laki kwa moja unalifanya tu kwa kutokujua uh, kwa tabia zingine zinaeza kuchukua mpaka siku sitini, lakini unafanya hilo tena na tena na tena, na unajifunza akili yako geuze nia yako, unafundisha viungo vyako ili kuelekea katika lile lengo kuu. Wale watu ambao wanafanikiwa katika maisha sio watu ambao wanasema, ah, mimi nimekwisha kufuzu sasa, na kwa hivyo sasa hakuna ma mafunzo tena. Unajifunza kwa ajili ya ubobezi, unajifunza ili kuweza kubobea katika kitu katika maisha yako, ili ubobee katika somo katika maisha yako, ili ubobee katika tabia katika maisha yako, ili uweze kumudu chochote ambacho unatakiwa kukifanya. Sasa unajielimisha kwa ajili ya ubobezi kabla ya kufuzu na baada ya kuwa umekwisha kufuzu. Sasa eh, um, uwe na msukumo, ukiwa na nia njema kuelekea ukuaji na na kukua na ongezeko. Mtu ana gari, alafu ameliegesha tu pale katika, katika gareji, na ile gari inaweza kuwa ni jema, anaweza kuwa analisafisha na kila kitu kinang'ara vizuri, lakini huliendeshi hilo gari. Na alafu baada ya miezi kadhaa pengine baada ya miaka salibe, gari limekuwa pale, unasema nalo gari ile ni gari langu na gari langu zuri. Baada ya, baada ya miaka nataka kwenda kuliendesha ile gari, sasa haliwezi kuwaka. Kadhalika na akili yako na maisha yako umeyaweka tu pale, hufanyi chochote kile, hutendei chochote ile, nia yako hufanyikishi, husukumi chochote, kuendeshi chochote kile, na hukabili changamoto yoyote, na umejiegesha tu mahali pale, baada ya mwaka moja au miwili au mitatu, sasa unasikia ujumbe wenye kuhamasisha, na unasema nitainuka sasa, na unasema nitaanza, kwa sababu nitakwenda kusukuma nikiwa na nia iliyo na lengo jema kuelekea katika lengo langu lile, lengo likualo. Sababu unapofanikisha lengo hili, unatazama juu, kuna lengo likualo, kuna lengo lingine liko mbele yako, alafu unafanikisha ile lengo, alafu kuna lengo liko mbele yako ni mtu wa namna hiyo, ni mwanamke wa namna hiyo ambaye anaendesha kwa kumaanisha na akiwa na nia njema, ndiye atakaenda kufikia katika lile lengo likualo. Naomba ya kwamba Bwana atawekeza haya yote katika mawazo yako katika maisha yako, kwa jina la Yesu. Sasa fungua kinywa chako, mwambie Bwana, sitabaki katika kiwango kile kile, chochote ambacho nahitaji kukiacha nitakiacha, na kwa sababu nataka kuwa na lile utukufu uliokuwa mkubwa zaidi. Tambua ya kwamba Mungu amekuchagua kwa ajili ya utukufu, hata hii leo. Tuombe, Baba. Katika jina kuu la Yesu, nakushukuru Bwana kwa ajili ya kila moja kila mahali ambaye anaungana nasi sasa na kuomba. E Bwana, hebu shika mikono yao Bwana na ukawanyanyue kuelekea utukufuni. Naomba ile damu ya Kristo Yesu itatakasa na kusafisha kila uharibifu, kila dhambi na kila tabia iliyokuwa mbaya, yale yote ambayo yanatuzuia Wow, kuishi kwa ajili ya utukufu kwa jina la Yesu, na ile neema yako e Bwana, kuishi katika utauwa Baba, naomba ya kwamba ukamjalie kila mmoja kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Tuko hapa kwa ajili yako ili ujifunze zaidi kupitia vipindi hivi vya GSK King Psycho, na kwa kupata ujumbe zaidi bonyeza kiunganishi kinachopita hapo chini. Ishi ndoto zako, wakifanga Tunaamini kuwa umeguswa. Mchungaji Dr. WF Kumui atapenda kusikia kutoka kwako. Tafadhali tembelea katika mitandao yetu ya kijamii na usisahau kujiunga nasi kwa tukio jingine lijalo la JSK King Psycho. Ishi ndoto yako uwe mfalme.